Kisikia tunafanya operation ya chama, ni mamilioni ya pesa inahitajika. Ukisema timu ya katibu mkuu iende kushoto, ya mwenyekiti iende kulia, ya wajumbe wa kamati kuu iende katikati, ni pesa nyingi sana. Na uzuri wa uzuri wa jambo hili ni nini? Uzuri wa jambo hili kwamba wanachama na wananchi na wafuasi mpaka wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambao ninawashauri sana, na wenyewe waendelee kuchanga kwa kuchangia chama hiki kwa sababu hali yao na wenyewe ni mbaya sana, kwa sababu uchaguzi wao hata walivyomaliza hatujui wameumalizaje. Tumesikia tu mama Samia ni mgombea wa urais, Nchimbi ni makamu wa rais. Wanakuja kulalamika kwetu, wameshindwa kulalamika kwenye vikao kule kwao. Na wenyewe tunaomba sana wachangie, kwa sababu demokrasia ya nje inapokuwa kubwa, maana yake nizamu vile vile itakwenda kwenye kila chama cha siasa. Sasa CCM na wenyewe wakitaka kuona kwamba wao wanakuwa salama ndani ya vyama vyao, ama chama chochote cha siasa maana yake ni lazima uhakikishe kwamba demokrasia pana inaimarika. Kwa hiyo tunataka kila mwananchi anayejali nchi, kila mwananchi anachukia ufisadi, kila mwananchi anachukia masuala ya bandari, kila mwananchi anachukia mifumo ya elimu, kila mwananchi anachukia utaratibu wa masuala ya afya. Ukienda hospitalini unaambiwa nini? Kwa sababu 90% ya watu siku hizi wanakwenda hospitalini wanakuwa diagnosis wrong, eh, na ndugu yetu amefariki hivi karibuni eh, Magoma alikuwa ali, alikuwa anatibiwa maweba kwa miaka mitatu, baadaye wanakuja kurealize kwamba ni kansa imekwenda stage 3 stage 4, tunafanya pilika pilika za kumkimbiza kumrudisha, tumempoteza. Kwa hata wale wanaokwenda hospitalini pamoja, wana pesa lakini wajue kwamba medical facility pia zimecompromise kila mahali, kuko compromise. Kwa tunamhitaji kila mtu, daktari, tunamhitaji lawyer ambaye analalamikia mifumo ya mahakamani, tunamhitaji polisi achange anayelalamikia kwamba mishahara haitoshi, tunamhitaji nesi, tunamhitaji mwalimu, tunamhitaji mfanyabiashara anayelalamikia analalamikia masuala ya kodi, tunamhitaji mfanyabiashara ambaye anaona kuna influx kubwa ya Chinese wanaingia nchini, wanafanya biashara ambazo zilikuwa ni biashara za wazawa kabisa, ukiangalia